Nataka kusemea kitu ambacho ni cha pekee sana cha muhimu kila mtu apate kukusikia. Na hichi ni kitu cha pekee na cha ajabu. Tunataka kumsema kuhusiana na kijana mmoja ambaye alikulia katika sheria na Torati na alikulia katika dini. Tunataka kusema alikulia madrasa au Sunday school. Alishika Torati zaidi ya vile ambavyo unaifahamu. Alikuwa katika elimu ya kidini mpaka akapewa jina la kuitwa Farisayo. Farisayo ni mtu ambaye alikuwa na PhD ya theolojia. Jina lake mwingine alikuwa Sauli au Paulo. Alikuwa ni mtu ambaye ana raia mbili pacha. Alikuwa ni Mrumi, pia alikuwa ni Mwisrael. Kama mtu ambaye ameshika dini, alikuwa ameshika Torati ya Musa kuanzia kwa bado ni kijana mdogo. Aliishi kwa mapokeo ya Musa na kuifuata Torati, akijua kwamba njia anazotembea ni njia ambazo ziko sawa. Alisoma Torati lakini hakuja kuelewa maana Torati ilimsema Yesu, kuanzia kitabu cha Mwanzo kinamnena Yesu mpaka kitabu cha Malaki kunja mpaka kwa Yohana Mbatizaji, sauti ya mtu aliaye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Habari kwa ni nabii mkubwa mwisho kuprofesi kuhusiana na ujio wa Yesu Kristo. Wakamuuliza, je, ni wewe Masiya ambaye umetajwa na manabii kina Isaya? sauti ya mtu aliaye nyikani akasema si mimi; aliyejaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, sistahili kufungua kamba zake, siwezi kufungua viatu batizo batizo wa faya, atabatizwa batizo wa moto, hapo simple. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yeshua. Yesu Almasi. Yasua Almasi Kiarabu hicho sio Isa cha chagvt Usijo kachanganyikiwa. Maana Biblia ya Kiarabu isomi. Ungesoma Biblia ya Kiarabu ungeelewa vizuri. Unaniita mimi nani?

Yesu Kristo alimtembea Petro akiwa pamoja na Yohana. Petro alikuwa ni alikuwa na mtungu mingi kngitambi nyavu, utavua samaki ni jambo la ajabu kukua tu pale, dagaa mara chache sana alikuvua pale uvuvi. Ndio maana mvuvi anaenda mbali, wengine wanaenda Mafia, wanaenda kuvua. Sasa Yesu kuonesha, akamwambia tupa nyavu pale katikati, ambapo pantoni linapita pale pale kwenye grupu, ambapo samaki akai, maana samaki anaogopa mingurumo, anaogopa mingurumo wa mashine, hasa mashine zikubwa. Ndio maana pale Yesu kumkuta papa akatisi pale, ni sawa na mamba mama sema, ambapo kuna wavuvi wengi

mara huo mwezi wa kumi na mbili kisha mwezi wa mwezi unatakiwa ufike kafara. Wewe angalia hapo mwezi wa kumi na mbili una prokushani nyingi, kwa maana vipo ni vingi. Ujui una macho kwa sababu uone mwezi wa kumi na mbili vingi vinadai

peke yake ambaye anaweza akafanya jambo mahali ambapo hakuna kitu ni Yesu peke yake, ambaye anaweza akamulisha upepo kamtii, ni Yesu peke yake, ambaye anaweza katulisha mawimbi haya haya. Kuna watu wanasema mwingine, tunasemaje? Unakumbuka Yesu Kristo alitembea juu ya maji, Petro akamtazama, akamwambia, kama wewe ni Bwana, kama ni wewe Yesu, na sio kibongo unachoona niruhusu nije

Mwanangu na kukamata mkono, inatembea shida yako, inatembea duniani, hauna mtu a kukushika mkono, unaotegemea kukushika mkono santema na kukimbia, mbona unapitia na shida na tabu na mateso, kwamba siwezi nikategemea, ni mgumu, siwezi nikategemea ufundi wa kuogelea, nahitaji mtu akunishika mkono. Maisha yako yanahitaji mtu akumshika, ya kukushika mkono. Maisha yako anamhitaji mtu atakaye kushika mkono na kukunasua sehemu ambayo ni mbaya sehemu ambayo imekamatwa, sehemu ambayo kwa uwezo wako ndani ya maisha ya lakini Petro akasema hapa hapa ni kifeli tu hapa ni nakufa sasa kuna mtu ambaye shetani amekandamiza maisha yake Jakaya kuna watu pale wanaumwa, na sio kwamba wana hela, wana hela kibao, lakini sasa hela haileti figo, pesa haileti pressure na utumbo ambao umepasuka ndio utengenezwe, unamhitaji Mungu ndani ya maisha yako, niko pale utakapojua kwamba hizi fedha ninazotafuta, kali yako, kuna kikubwa zaidi ya fedha, kuna kikubwa zaidi ya mali Yesu akaijua, na mfanyabiashara mmoja akamwambia, bwana, nitende nini nipate kurithi uzima wa milele? alikuwa anafanya kazi kari ya koo ya mwingine, alikuwa winga au ya mwingine, alikuwa na maduka kasa kari ya koo. Akamfuata Yesu Kristo akamwambia, bwana, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? niende ahla. <laughs> Yesu akamwambia ameshika torati ya zile amri 10 ambazo ziko makongo nje hapa pale. Yule bwana akasema, ndio nimezishika. Yesu akamchungulia moyo akamwangalia akasema, bwana amepungukia na kitu kimoja, akikiachia cho kitu mbinguni ameingia. Na ndio wengi tunacho tunatembea nacho. Yesu akamwambia kauze mali kulizo nazo kwa ajili ya maskini Ma, <laughs> <Wani ayu show. laughs> <laughs>

na moyo wako uelekezea kwenye pesa na maana kugusa mali yako, anaweza kufanya tendo lolote ovu ndani ya maisha yako. Na ndivyo ilivyo sasa, kugusa mali ya mtu, mtu anaweza kufanya tukio lolote ovu ndani ya maisha yako. Sasa moyo wako ungeambatana na pesa, Yesu anasema ni mbegu ambayo imepandwa kwenye mwamba, ambayo inasikia neno la ushima, na ni mbegu ambayo imepandwa kwenye miba, na ni shughuli nyingi, na nakosa na nakotelewa. Ndivyo analozalisha maisha ya mtu ambaye ana fedha, ana maokoto, lakini ndani yake amemkosa Mungu, katanguliza akaja kumjaribu Ayubu akafutia mali mali zake zote na fedha alizonazo anasema, mke wake Ayubu akamjaribu Ayubu, kitabu cha Ayubu mbili kumi, akamwambia Ayubu, mkufuru Mungu ufe. Mungu gani anaweza akakupa mateso? Ayubu akamtazama ile mwanamke akasema, umeongea kama mmoja wa wanawake wapumbavu. Mwanamke mpumbavu, ulivunja ndoa kwa mikono yake. Ndoa inatunzwa na mwanamke, sio mwanaume. Ukiona ndoa imevunjwa kwa mikono yako, na unaitwa mwanamke mpumbavu, maana kinachoendesha ndoa ni akili na Kristo. Wanaume ni dhaifu, unajua password tu. Kwa divorce ni nyingi sana hapa mtaani, tuna watoto wengi wa mtaani kwa sababu watu waishinde kuvumilia kwenye ndoa zao. Tumekuza kizazi cha kishindo mtaani. Kiangalia ni divorce ambazo zinatokea kwenye familia. Watu wanapenda uzinzi wanaachana. Simple, bali kuachana anachukulia kawaida. Lakini ajue kwamba anatengeneza matokeo ambayo ni mabaya, kizazi ambacho kitakuwa kina adabu. Maana mtu asipolelewa na wazazi wake wawili kuna roho fulani hivi ya kutokuheshimu inaingia ndani yake. Kwa hiyo tunatengeneza divorce nyingi duniani. Wewe kama una ndoa ukishikilia ndoa yako vizuri. Usimwachie mwanaume au mwanamke asiye na hekima. Ukosea kupu lakini natakiwa kuvumilia. Tunavumiliana hivyo hivyo tunaenda kwa shida siku. Paka hadi leo tumia kwamba nitakuwa nawe katika shida na raha itimie. Sasa kwenye shida na raha wengi wanakimbia. Mungu aweze kukupa raha tu siku zote. Kuna mabaya yataletwa na anabaya anakuja, ya kupima imani. Hauna feza, so sababu ya kuuza mwili wake upata feza. Mungu anapima siku ni kunyima feza. Je, utazidi kunitumikia au utaenda kimboka au utaenda mtawa Kongo utapata feza? Mungu anapima siku ni kukunyima hela. Mwanangu, huyo bosa amekuajiri, utamuibia akijipindua na utampindua. Atakupima kwa vitu vidogo vidogo tu. Siku kwa una senti hata mia mfukoni, utashawishika kuiba. Sasa Mungu pima katika vitu vidogo. Tajiri akamwambia uza mali zake zote, znazo kwaa maskini, ilenalo ikawa baya akamchukia Yesu. Yesu akasema nivepesi tajiri kupita katika tundu la sindano, nivepesi maskini, nivepesi ngamia kupita katika tundu la sindano, zinapita Watu wa Arabuni kwa wanafuga sana ngamia ndio desturi yao. Yaani ni ndio mnyama yao ni kama sisi huko yaani mang'ombe ngamia. Ngamia na Mungu ameweka kila kitu kwa kusudi. Kitu sendo. Sendo na na miguu. Atachomeka miguu. Maana anavaa sendo. Usiige na kufuata tamaduni za watu, anaweka usio mkubwa au kiasi kikubwa

kazi isichukue nafasi ya Mungu. Sasa ndio hapa mapo ibilisi anga anatupiga chenga hapo. Pesa inachukua nafasi ya Mungu ndani ya maisha yetu. Kwa maana watu wako busy na kutafuta maokoto, lakini hawako busy kumtafuta Mungu.

kumwitikia Yesu. Uchumi mbovu utamwitikia Yesu. Kila kitu kibaya kinachotana na kibaya kitaitika kwa jina la Yesu. Yesu Kristo, Kristo bali litika samaki, samaki na na. Biblia inasema Yesu Kristo ndiye yule yule jana, leo hata milele. Mwanaume alivyotenda kwa samaki anaweza akatenda kwako, sasa kuamini na kusadiki habari Ayesu kistkumi natatumesu krist iu yu. Akamshangaa akasema wewe ni mtu Mwisho kwa Bwana Petro, kuanzia sasa hii hautakuwa tena mvuvi wa watu, hautakuwa tena mvuvi wa samaki, bado utakuwa mvuvi wa watu. Ina maana gani kusema habari? Yesu Kristo anapopata nafasi ndani ya maisha yako, jambo la kwanza analofanya ni kubadilisha maisha. 2 Wakorintho 5:17, Biblia inasema: Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, na tazama mambo yamekuwa mapya. Kinachokufanya utende dhambi na uendelee kumpiga Mungu mzinga ni kwa sababu bado una utu wa kale, utu wa kutenda dhambi nafsi ambayo inatenda mabaya. Unapomwamini Yesu Kristo, Biblia inasema ni tendo la roho linafanyika, unabadilishwa kutoka katika nafasi ya kwanza kwa ambayo ulikuwa nayo na Mungu anakuleta katika nafasi nzuri ambayo itakuwa ni nafasi ambayo Yesu atakupatia uwezo na mamlaka ya kumseta shetani na kumkanyaga shetani na kazi zake zote, na Yesu anaiona kila. Atakayeamini atapokea ukombozi, kila atakayeamini atapokea uzima maisha ya Petro na jinsi ambavyo alibadilisha maisha ya Paulo, hakuna kinachoshindikana mbele za Yesu Kristo. Kila jambo bingu na i kwamba unahitaji kumpokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Nitaenda kutamka maneno tafanisha sala ya toba ndani ya maisha yako na Mungu ataenda kubadilisha maisha yako. Ndani ya sekunde moja, Yesu anabadilisha maisha ya mtu mahali hapa. Ndani ya sekunde moja, imani chanzo chake ni kusikia. Atusamehe dhambi kwa kuona, tunasamehewa dhambi kwa tendo la imani. Na zinapotoka dhambi kwa sababu huwezi kuziona kama mike nimeishika, unasamehewa dhambi kwa tendo la imani. Kwa tendo la kuamini, unapoamini Yesu anakupa msamaha. Unapoamini Yesu anakuponya.

Sisi hatufukizi ubani kwenye maduka, tuna maombi. Hatutii kafara za watoto wetu, tuna maombi. Kafara zetu ni maombi. Uchawi wetu ni maombi. Na tunapoomba Mungu anatenda, maana Mungu tunamwabudu ni, ni uhai, ajafa, ni mzima. Sasa na hata milele anaitwa mzee wa siku. Na hakuna jambo no linaloshindikana. Wanadamu wanaweza kushindwa, lakini Mungu anaweza kushindwa. Yesu tunayotumikia na, na, na yes, mamlaka na na uwezo. Basi nitaenda kuomba kamilisha na baadaye nitajitambulisha. Na baadaye tena tuna kusema watu tunatokea kesho ni Jumapili Sunday tutakuwa ibadani tukimtukuza Bwana. Nafasi zote mnaweza kuomba atakualika ibadani. Ushiriki nasi katika ibada ya kesho. Basi wewe kuna katika maombi na nitakuombea baraka katika familia yako na biashara yako, Mungu azidi kukuza na Mungu azidi kukupa neema tele. Wewe ukifanikiwa, ukiwa tajiri, Tanzania imetoka kiuchumi. Lakini wewe ukiwa maskini, Tanzania tutazidi kuwa maskini. Kwa hiyo ninapoomba hapa, sio tu mradi wa watu. Ukifanikiwa wewe, Tanzania imefanikiwa.

watu wa kwanza kuwa na mahela duniani inawezekana, ambao ak katika, ninaomba neema yako na kibali chako. Kuna watu ambao wanasikiliza habari za uzima na wanawaza moyoni mwao kwamba waahirishe njia za ubaya na wafuate matendo mema ambayo Kristo tayari juu yao. Ninatamka uzima ndani yao. Ninatamka uponyaji ndani yao. Katika jina la Yesu. Kila tendo la ibilisi ambalo limekamata maisha yao, inaliondoa kwa mamlaka ya Yesu, jina la Yesu right now. Kila mbaya ni mgonjwa, natamka uzima ndani yao. Katika jina la Yesu Kristo, kwa uzima kwa sasa. Katika jina la Yesu Kristo, anahitaji fedha kazini, kumpatie. Anahitaji breakthrough katika maisha yake, kumpatie, katika jina la Yesu, katika generation zia ambao tunaona generation alpha ambao tunaingia

ni kijana mdogo tu, lakini nampenda Yesu sana. Yesu ni first katika maisha yangu, katika kila kitu. Inawezekana kumpenda Mungu bado kijana mdogo unajua. Kwa Mungu anakutamani na Shetani anakutamani, yule hata kujua kwa Shetani anakutamani Ijumaa, na kuita kwenye sinagogi lake, na Mungu naye anakutamani. Kesho ni Jumapili, fanya mtakatifu. Tunafanya kazi, lakini kumbuke, Mungu funda kumwabudu Mungu, kitoa siku moja kwenda ibadani au utakuwa umekumbukiwa tumeshwa Mungu. Pastor Mkasa atakuja kusema location tunatokea wapi